Akiwa amewasili hospitalini, Swai alishuka kwenye gari lake kwa mwendo mzito akihisi kama amebeba mzigo usioonekana mgongoni mwake. Alipitia korido ndefu za hospitali, kila hatua ikionekana kuwa ngumu. Alipofika kwenye ofisi ya daktari Morin, alimkuta daktari akimsubiri kwa wasiwasi ulioonekana wazi usoni mwake. Twibath, karibu, asante kwa kufika haraka Daktari Morin alisema kwa sauti ya upole huku akimkaribisha ndani. Alifunga mlango kwa uangalifu na kumwelekeza Swai kwenye kiti. Swai alikaa akimkazia macho daktari, akisubiri kwa hofu habari nyingine ambayo ingeweza kuvunja moyo wake zaidi. Samahani sana kwa kukusumbua tena, lakini ni muhimu sana tuzungumze. Daktari Morin alianza akionekana kuwa na wasiwasi jinsi ya kuendelea. Alivuta kiti na kukaa karibu na Swai. Kama nilivyokuambia kwenye ujumbe wangu, kulikuwa na makosa wakati wa upandikizaji wako. Swai alimeza mate kwa shida. makosa gani daktari? aliuliza kwa sauti iliyokuwa karibu kusikika, akihofia jibu. daktari Morin alishusha pumzi ndefu. Tibath, tulipokufanyia upandikizaji, kwa bahati mbaya, tulitumia mbegu za mtu mwingine badala ya za Juma. maneno hayo yalimzonga Swai, alihisi kizunguzungu tena. mtu mwingine nani, na kwa nini aliuliza kwa mshangao na hofu. Daktari Morin alimtazama moja kwa moja machoni. Mtu huyo ni Maulid Kitwe, yeye pia alikuja kwa ajili ya mbegu zake kupandikizwa kwa mwanamke mwingine kusudi apate mtoto. Jina hilo lilimgonga Swai kama radi. Maulid Kitwe, bilionea maarufu. Kila mtu alimjua kwa biashara zake kubwa, lakini yeye, yeye asingeweza kuwa baba wa mtoto wake. Maulid Kitwe? Swai alirudia, sauti yake ikiwa imejaa kutoamini. Lakini haiwezekani, simjui, sijawahi kukutana naye. Ninaelewa mshtuko wako Thwaibath, hili ni kosa kubwa sana kwa upande wetu na ninasikitika sana kwa usumbufu na mkanganyiko huu, Daktari Morin alisema kwa unyonge. Tunachunguza jinsi gani hili lilitokea, lakini kwa sasa ukweli ni kwamba umepandikizwa mbegu za Bwana Kitwe. Swai alikaa kimya kwa muda akijaribu kuchakata habari hiyo. Akili yake ilikuwa imeganda. Kwanza usaliti, kisha. Hii ilikuwa kama ndoto mbaya ambayo hakuweza kuamka kutoka kwake. Lakini mbegu za Juma? Swai aliuliza, hatimaye akitafuta tumaini lolote. Mlifanyaje nazo? Daktari Morin alionekana kusita. Alishusha pumzi tena na kumtazama Swai kwa huruma. Ibath, kuna jambo lingine ambalo nilipaswa kukueleza tangu mwanzo, lakini nilikuwa na hofia jinsi utakavyopokea Swai alihisi hofu ikimjaa moyoni Niambie daktari, siwezi kuvumilia kutojua. Baada ya vipimo vya awali vya Juma tuligundua kuwa mbegu zake zilikuwa dhaifu sana. Kwa hali halisi, ilikuwa vigumu sana kwake kumtia mimba mwanamke yoyote kwa njia ya kawaida. Upandikizaji ulikuwa nafasi yake pekee, na hata hivyo ubora wa mbegu haukuwa mzuri sana, na bahati mbaya zilikuwa na mbegu za bwana Kitwe. Maneno hayo yalimdondosha Swai kama mtu aliyepigwa na kitu kizito kichwani. Kwa miaka miwili alikuwa ameamini kuwa wote wawili walikuwa na tatizo. Alikuwa amejilaumu na kuhuzunika kwa kutopata mtoto, kutopata mtoto, na sasa alikuwa anagundua kuwa tatizo lilikuwa kwa Juma pekee. Na zaidi ya yote, hata upandikizaji usingefanikiwa kwa mbegu zake dhaifu. Ina maana Juma hawezi kupata na wala asingeweza kunipa mtoto Swai aliuliza kwa sauti iliyojaa huzuni na kutoamini. Daktari Morin alimgusa mkono wake kwa upole. Samahani sana, Thwaibath, ni ukweli mchungu, lakini ni lazima ujue. Swai alihisi kama moyo wake unavunjika vipande vipande, sio tu alikuwa amesalitiwa, lakini pia alikuwa amepoteza ndoto yake ya kuwa mama kwa njia ambayo hakuwahi kuifikiria, na sasa alikuwa amebeba mtoto wa mwanaume mgeni, bilionea ambaye hakumjua Macho yake yalianza kumtoka tena, safari hii ikiwa imechanganyika na huzuni, mshtuko na hisia ya kukata tamaa. Alishika tumbo lake tena, akihisi uwepo wa kiumbe ambaye baba yake alikuwa mgeni kabisa kwake. Sasa nifanyeje? Swai aliuliza kwa sauti ndogo iliyojaa kukata tamaa. Daktari Morin alimwangalia kwa huruma, tuko hapa kukusaidia Thwaibath, tunaweza kuzungumza na bwana Kitwe, bali tunaweza kupata suluhisho lakini Swai hakuwa anasikiliza tena. Akili yake ilikuwa imejaa mawazo mengi: usaliti, kutokuwa na uwezo wa kupata mtoto na Juma kwa miaka mingi, hadi kujilaumu, na sasa ujauzito wa bahati mbaya na bilionea asiyemjua. Maisha yake yalikuwa yamegeuka kuwa vurugu kamili. Alihisi kupotea na kuchanganyika kuliko wakati wowote maishani mwake. Sawe alikaa kimya kwa muda mrefu, akifikiria kwa kina kuhusu hali aliyojikuta ndani yake. Mawazo yalimzonga kama mawimbi makali. Upande mmoja alikuwa amesalitiwa na mtu aliyempenda na aliyedhani wangejenga maisha pamoja. Upande mwingine alikuwa amebeba mtoto, si wa mwanaume huyo, bali wa mgeni kabisa. Alimtazama Daktari Morin machoni na kwa sauti iliyojaa mchanganyiko wa hofu na ujasiri akasema, niko tayari kuwasiliana na baba wa mtoto wangu. Daktari Morin alionekana kutulia kidogo. Nashukuru kwa uamuzi wako Thwaibath, lakini kuna jambo muhimu unapaswa kujua. Bwana Kitwe alipoomba tumtafutie mwanamke wa kubeba mtoto wake, aliweka wazi kuwa alitaka mkataba pia. Mkataba unaeleza kuwa ikiwa utakubali kuzungumza naye na kuendelea na ujauzito, inamaanisha kuwa baada ya mtoto kuzaliwa utamwachia yeye na kuondoka. Sawe alishtuka. Umechanganyikiwa daktari? Nimehangaika miaka yote hiyo kutafuta mtoto, halafu kirahisi tu nimwachie mtu mtoto wangu? Sauti yake ilikuwa imejaa kutoamini na uchungu. Daktari Morina alijaribu kumweleza kwa upole, Sawe, si mtu ni baba wa mtoto wako kibayolojia. Sawe alijikuta hana la kusema, alipumua kwa nguvu akijaribu kutuliza msukosuko wa hisia zake, alikuwa amezidiwa. Wakati huo wakiwa bado ofisini, walisikia minongono ya watu ikiongezeka nje ya mlango. Sauti zilikuwa zikizungumzia kuwasili kwa mtu maarufu. yule ndiye Maulid Kitwe, anaonekana vizuri sana, ni mtu mwenye mafanikio makubwa na roho nzuri. Sawe alisikia sifa hizo zikimiminika. alikuwa amemsikia Maulid Kitwe mara nyingi, akimwona kwenye magazeti ya biashara na mitandao ya kijamii, alikuwa sura maarufu lakini hakuwahi kumuona ana kwa ana. Ilionekana ajabu kwamba leo alikuwa amebeba mtoto wake, akiwa bado kashikilia karatasi za mkataba mikononi mwake bila kuzisoma. Mlango wa ofisi ulifunguliwa polepole, aliyeingia alikuwa Maulid Kitwe. Maulid Kitwe alisimama mlangoni akijaza nafasi kwa uwepo wake wa kifalme. Alikuwa mwanaume aliyeumbwa kwa umaridadi na nguvu. Urefu wake ulitawala na alisimama kwa mkao uliojaa kujiamini, lakini si dharau. Suti yake ya rangi nyeusi iliyoshonwa kwa ustadi ilikaa vizuri kwenye mwili wake uliokomaa, ikisisitiza mabega mapana na kiuno chembamba. Shati jeupe ndani lilikuwa safi na lisilo na doa, na tai ya hariri iliyofungwa kwa umakini iliongeza mguso wa umaridadi wa hali ya juu. Alikuwa na sura iliyochongwa vizuri, na taya iliyokaza ilionyesha uamuzi na akili. Macho yake meusi yaliyozama kidogo yalikuwa na mwanga mkali na wenye akili, yakionyesha uzoefu na kina cha mawazo. Nywele zake nyeusi zilikuwa zimepangwa kwa nadhifu, na upande wake wa pembeni ulikuwa umejaa mvi kidogo, ikiongeza mguso wa hekima na ukomavu kwenye sura yake. Alikuwa na aura ya utulivu na mamlaka, lakini pia kulikuwa na hisia ya upweke iliyojificha nyuma ya macho yake. Alikuwa mwanaume ameona mengi na amepitia mengi, na yote hayo yalikuwa yameacha alama yake kwenye sura yake. Nyuma yake alisimama msaidizi wake Jaifo. Jaifo, alikuwa kijana mwenye umri wa kati, amevaa suti rahisi lakini nadhifu. Alikuwa na sura ya uaminifu na kujitolea, na macho yake yalikuwa yakimwangalia Maulid kwa heshima na utiifu. Alibeba bahafi ndogo mikononi mwake, labda iliyokuwa na nyaraka muhimu. Maulid aliingia ndani, macho yake yakimtafuta Daktari Morin kwanza, kisha yakamganda kwa sawe. Kulikuwa na ukimya mfupi uliojaa mshangao, watoelewana hii ilikuwa mara ya kwanza kwao kukutana ana kwa ana, na mazingira hayakuwa ya kawaida kabisa. Swey alibaki amemtazama Maulid kitwe, akijaribu kusoma kitu katika macho yake meusi yaliyokuwa yamejaa utulivu usioeleweka. Maulid alisogea kwa mwendo wa taratibu lakini wenye mamlaka, na kukaa kwenye kiti kilichokuwa karibu naye, bila hata kumtazama tena. Macho yake yalikuwa yametulia kwenye karatasi zilizokuwa mezani. Umesoma mkataba? Aliuliza ghafla, sauti yake ikiwa baridi na isiyo na hisia, bila hata salamu. Swe alishtuka, alijiuliza kama alikuwa amebeba mtoto wa kawaida au kajini tumboni mwake. Mwanaume gani huyu, mbabe na mgumu kama jiwe, hata kusalimia hawezi. Alijibu kwa sauti isiyo na uhakika, ndiyo. Basi vizuri, Maulida alisema bila kubadilisha mkao weka saini yako hapo chini. Alinyoosha kidole kuonyesha sehemu ya kusaini kwenye karatasi iliyokuwa mbele yake. Swei akiwa bado amezongwa na mshtuko na uchungu, alichukua kalamu na kusaini haraka haraka, bila hata kutazama mkataba kwa undani. Alitaka kumaliza mchakato huo haraka na kuondoka. Alisimama akijiandaa kutoka nje ya ofisi. Akiwa amesimama mlangoni, Jaifo alimwangalia kwa heshima na kusema Madam, gari lako la kukupeleka nyumbani ilipo pale nje. Hapana, naenda nyumbani mwenyewe, Swey alijibu kwa haraka akitaka kuepuka uwepo wa watu hao haraka iwezekanavyo. Ghafla Maulida alipiga meza kwa nguvu, sauti ikivunja ukimya wa ofisi. Swey alishtuka na kugeuka kumtazama. Ulisoma mkataba? Maulida aliuliza kwa sauti iliyojaa hasira iliyodhibitiwa. Swey alitetemeka kidogo Sikusoma, lakini najua nikizaa inabidi niondoke ni kuachia mtoto. Maulida alimtazama Jaifo na Daktari Morin ambao walihisi uoga na kujibu haraka kwa pamoja, unatakiwa ukae nyumbani kwa bwana Kitwe hadi ujifungue. Swai alihisi mshtuko mkubwa. Ina maana alitakiwa kukaa naye pia. Jambo hilo lilimpa mawazo mengi na hofu, lakini kisha akakumbuka yeye na Juma hawakuwa na mahusiano mazuri tena, na ile nyumba haikuwa yake, alikuwa ametapeliwa na ule mshenzi Juma. Afadhali zaidi kwake kwenda kukaa kwa Maulid kuliko kwenda kupanda nyumba nyingine na kuishi kwa ugumu akilea mimba peke yake, angalau hapa angekuwa na mahali pa kukaa. Alimtazama Maulid ambaye alikuwa akimsubiri jibu lake Akapumua kwa kina na kujibu kwa sauti iliyojaa mchanganyiko wa kukata tamaa na kukubali, "Sawa." Maulida alimtazama Swei kwa sekunde chache, macho yake hayakuonyesha hisia yoyote, kisha akasema kwa sauti kavu na isiyo na msisitizo, "Vizuri, nakupa masaa manne uwe umemaliza kukusanya vitu vyako muhimu, kisha uje nyumbani kwangu." Baada ya hapo alisimama na kuondoka akifuatwa na msaidizi wake Jaifu, bila hata kumtazama Swei tena. Swei alibaki amekaa kwenye kiti akihisi uchovu mkubwa moyoni na akilini. Hisia zake zilikuwa zimegongana: huzuni, hasira, mshtuko na sasa kukubali kwa shingo upande, hali ambayo hakuwahi kuota ingemkuta. Daktari Morina alishusha pumzi ndefu akimtazama Swei kwa huruma. Sasa unaona jinsi nilivyokuwa na wasiwasi, alimuuliza kwa sauti ya chini. Swey alimjibu kwa uchovu, wewe una hofu vipi kuhusu mimi? Ninaenda kuishi na mwanaume ambaye hata kusalimia hawezi. Daktari Morina alitikiza kichwa, wewe acha tu kukaa na Maulid Kitwe, hata kwa sekunde saba ni sawasawa na siku nzima ya masaa 24. Ona sasa Swei so, alisema kwa mshangao na kejeli. Yaani wewe unamwogopa halafu mimi naenda kuishi naye kwa muda wa miezi tisa ya ujauzito na kujifungua. Kusema ukweli, unafaa kushtakiwa kwa kunifanyia hivi. Daktari Morina alinyamaza, akijua kuwa Swei alikuwa na kila sababu ya kuwa na hasira. Samahani sana, Swei alitamka kwa unyonge, kisha alikumbuka jambo lingine na kumuuliza, vipi kuhusu Juma? Tumeachana. Swei alijibu kwa wepesi kana kwamba ilikuwa jambo dogo. Kivipi? Daktari Morina aliuliza kwa mshangao. Nimemfumania akifanya mapenzi na Bibiana yule rafiki yangu wa karibu, chanda na pete, Swei alifafanua kwa sauti isiyo na hisia. Daktari Morina alimwonea huruma sana. wewe ni mdogo sana kupitia haya yote Swei. Potelea pote, Swei alisema kwa uchungu. Bahati nzuri, hata mimba yangu si yake. Nafurahia hilo ujue kwa kweli makosa yangu yamekuokoa kutokana na hilo jinamizi. Daktari Morin alikiri kwa unyonge. Swei alimwangalia kwa hasira. Umenitoa kwa jinamizi, umenipeleka kwa Ibilisi. Hii si haki. Daktari Morin aliona ni bora kumkwepa Swei. Umebaki na masaa matatu na dakika kadhaa, Maulida ana kufata. Swei alishtuka, alisimama ghafla. Daktari Morin tafadhali, nahitaji siku mbili za kupumzika nyumbani ndiyo nitakuja kazini. Haina shida, Swei. Pumzika kadri unavyohitaji. Daktari Morin alijibu kwa haraka, akitumai kuwa muda huo ungemlipa Swei nafasi ya kutulia kidogo. Swei alifika kwenye nyumba aliyokuwa akiishi na Juma. Alipofungua mlango, aliwakuta Bibiana na Juma wamekaa sebuleni wakiwa wamejawa na hali ya utulivu isiyo ya kawaida. Baada ya tukio la leo, bado hawakuwa na aibu kabisa kumtazama Swei. Walipomwona, walibadilisha sura za kejeli na kuanza kumfanyia vihaka kwa maneno yenye sumu. Oh, look who's here. Bibi amechezewa mwenyewe. Bibiana alitania kwa sauti ya kejeli iliyoambatana na kicheko cha dharau. Ulikimbia jana kama mwizi aliyeiba kuku. Unafikiri umekuja kufanya nini hapa tena? Kuomba msamaha ili uendelee kuishi na sisi? Juma alijiunga na dhihaka hiyo akimtazama Swei kwa macho yaliyojaa kiburi na dharau. Ulikimbia kama paka aliyeona moto hivyo. Ulidhani tutakubembeleza na kukuomba kurudi? Hapa ni nyumbani kwetu sasa, bibie. Hatuhitaji mfanyakazi tena, tutayamadumu maisha yetu sisi wenyewe. Swei hakuwajibu, alipita febuleni bila kuwatazama, akielekea moja kwa moja chumbani. Kila seli ya mwili wake ilitamani kuondoka haraka iliyokuwa junsi ya kuwezekana, kutoka kwenye mazingira yenye sumu. Alianza kukusanya vitu vyake muhimu kwa haraka, mikono yake ikitetemeka kwa hasira na huzuni. Alipomaliza kujaza mabegi yake, alijiandaa kuondoka na kuacha kabisa maisha yake ya zamani nyuma. Juma na Bibiana walimsimamia mlangoni, wakimzuia kwa sura za ushindi. Unaenda wapi na hayo magunia yako? Juma alidharau akijaribu kulinyakua begi moja kutoka mikononi mwake. Hayana thamani kama vile usivyokuwa na thamani. Bibiana alifanikiwa kulinyakua begi lingine. Walianza kulisambua kwa nguvu, wakitoa nguo za Swei na kuzitupa chini kwa dharau, kama vile zilikuwa takataka isiyofaa. Haya ndiyo mambo yanayokustahili, Bibiana alisisitiza kwa hasira iliyokuwa inamtoka pununi. Nalipia kila tone la maumivu ulionifanya niumie kwa kuwa karibu na Juma wangu. Ulikuwa kama kimeo kinachonyonya furaha yetu. Swei aliwatazama kwa mchanganyiko wa hasira na uchovu. Sina shida na nyinyi na haya vitu, kama ni matambala tu, kwa nini mnanisumbua bado? Simlitaka niondoke. Alijaribu kupita katikati yao, lakini bibiana alimzuia tena kwa nguvu. Kwa ghafla, Swei alimvuta bibiana kwa nguvu na kumsukuma kando ili aweze kupita. Bibiana alianguka chini kwa mshtuko. Kabla swei hajatoka, Juma alirukia na kumpiga swei kibao usoni. Nguvu ya pigo ilimfanya ayumba yumbe. Usithubutu kumuumiza Bibiana, anabeba mtoto wangu. Tasa wewe, Juma alifoka kwa hasira iliyokuwa ikimziba akili. Swei alishangaa akishika shavu lake lililokuwa ikiungua. Alimtazama Bibiana ambaye alishika tumbo lake kwa kuigiza na kusema kwa sauti ya kujifanya na ya kudharau: Hani, mguu wa mtoto umecheza kwa mshtuko. Huyu shangazi yako ana wivu sana. Maneno ya Daktari Morin kuhusu Juma kutokuwa na uwezo wa kutungiza mimba yalijirudia kwenye akili ya Swei kama radi. Alikumbuka wazi maneno yake. Thwibatha, baada ya vipimo vya awali vya Juma, tuligundua kuwa begu zake zilikuwa dhaifu sana. Kwa hali ya halisi, ilikuwa vigumu sana kwake kumtia mwanamke mimba kwa njia ya kawaida. Upandikizo ulikuwa nafasi yake pekee na hata hivyo, ubora wa begu haukuwa mzuri. Alishangaa moyoni kwa uchungu na dharau. Kweli Juma hana akili kabisa, anahisi mimba ya Bibiana ni yake? Baada ya yote niliyopitia naye ananidharau kwa kunitukana tasa. Sasa tutaona kati yangu mimi na yeye nani tasa. Juma aliendelea kumumwagia Swei maneno machafu, sumu ya chuki ikitoka kinywani mwake. ulikuwa hauna maana tangu mwanzo, hata kunizalia hukuweza. Bibiana ni mwanamke kamili, ananipa furaha na sasa ananipa mtoto. Wewe ni tasa na hauna faida. Swai alihisi kila leno likimchoma kama sindano. Uchungu wa usaliti ulikuwa mkubwa, lakini dharau na matusi ya Juma yalikuwa yanazidi kuvunja moyo wake. Hata hivyo, hakutaka kuwapa hao wawili furaha ya kuona akiumia zaidi. Alijikusanya, akachukua mabegi yake yaliyoharibiwa na kuondoka bila hata kuwatazama tena. Alitoka nje ya nyumba akiiacha nyuma maisha yake ya zamani yaliyokuwa yamejaa usaliti, uongo na dharau. Alikuwa anaelekea kwenye maisha mapya yaliyojaa utatasi na mwanaume asiyemjua akiwa amebeba siri kubwa tumboni mwake.